Mchuano wa Gaucho Mtaani Cup umezinduliwa rasmi uwanjani Kiandege, eneo la Karagita kule Naivasha katika kaunti ya Nakuru mchuano huo ambao umevutia timu 105 kutoka wadi zote nane za eneo bunge la Naivasha utaanza katika awamu ya wadi, ambapo timu mbili zitakazosajili alama za juu zitajikatia tiketi ya kuingia hatua ya raundi ya pili itakayojumuisha vilabu 16 bora. Katika mechi ya ufunguzi ya wadi ya Hell's Gate, Naivasha City Stars na Kiandege FC zilitoka sare ya kufungana bao moja kwa moja hapa tuende mahali lakini venye amesema scout iko tuko na imani ya kwamba wengi tutatolewa hapa, na tuende mahali pia sisi tuonekane, tuko na talanta. Nataka vijana wetu wa waonekane kwa other teams, kuna kalibagisha taska nini, tukipata vijana kama tatano wamepatikana through this tournament Gaucho Je hiten jina ya Gaucho Barro, tutakuwa tunashukuru sana, tutaki wakaa hivyo One of the purpose hapa chini talanta zipo, lakini shida imekuwa ni ile platform ya ku showcase talanta yao haijakuwa, na ndio kwa maana tume initiate deno Gaucho mtaani cup ili vijana waweze kupata uh, kupata hiyo platform ya ya ku showcase their talent.